ambapo tunaenda kuliangazia somo lisemalo Mataifa, sehemu ya pili. Hii ni sabato mchana, Aprili 26. Mwandishi anatuelekeza katika juma hili kusoma Mwanzo sura ya pili aya 9 hadi 17, Danieli sura ya pili aya 31 hadi 35, Isaya 17 aya 12 na 13. Danieli 7 aya kwanza hadi ya tatu Warumi sura ya tatu aya kumi hadi ya kumi na tisa Ufunuo kumi na mbili aya kumi na tano na kumi na sita na Ufunuo sura ile ya kumi aya ya kwanza hadi kumi na moja Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Zaburi ya 46 aya kumi nalo linasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Kwa karne nyingi, baadhi ya watu wametoa hoja kwamba Mungu alitaka anguko, kwamba lilikuwa kusudi lake kwa mwanadamu kuangukia katika dhambi na kifo, na hivyo kumsababisha yeye, katika nafsi ya Yesu, kwenda msalabani. Hata hivyo, ni kwa namna gani kinyume angeweza kudhihirisha kwa ubora kabisa na waziwazi kina cha upendo wake kwa wanadamu kuliko kufa msalabani kwa ajili yao? Kwa kifupi, mawazo hayo yanaendelea Mungu alihitaji wanadamu waanguke. Huu ni msimamo wa kutisha na kuhuzunisha sana. Kamwe halikuwa kusudi la Mungu kwamba Shetani na wanadamu kuanguka. Uasi wa Shetani na kisha wa wanadamu ulikuwa janga lenye matokeo mabaya, na furaha yetu ndani yake ingebaki kamili kama wazazi wetu wa kwanza wasingeanguka. Juma hili, tutaendelea kuangalia matatizo yaliyosababishwa na anguko na shauku ya kuwa na serikali ya kibinadamu kinyume na utawala wa Mungu. Kweli hizi zimefunuliwa kwa kina katika kitabu cha Danieli, ambacho kinaonesha kwamba Mungu alikuwa sahihi alipowaonya watu wake kuhusu kile ambacho kingetokea wakati wangemwacha na kuchagua wafalme wa kidunia badala yake. Hiki ndicho walichopata: wafalme wa dunia badala yake, na wenye dhambi wakiwatawala wenye dhambi, kamwe si muunganiko mzuri. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya Mei tatu. Jumapili itajifunza mada inayosema amri ya kwanza kabisa. Jumatatu Danieli mbili. Jumanne Danieli saba. Jumatano kati ya ardhi na bahari. Katika siku ya Alhamisi itajifunza mada isemayo toa unabii tena. Huku Ijumaa tutatafakari zaidi. Hili ni somo la tano linalosema Mataifa sehemu ya pili. Mwenyezi Mungu atubariki sote na neema yake dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.